Rais wa Marekani Donald Trump ameagiza kutumwa kwa walinzi wa taifa zaidi ya elfu mbili kudhibiti waandamanaji katika jiji la Los Angeles, ambao wanaendelea kupinga sera za uhamiaji za rais Donald Trump. Gavana wa California Gavin Newsom amelaani hatua hiyo ya Trump na kusema atamshtaki kwa kuagiza kutumwa kwa maafisa hao wa usalama bila ya idhini yake. Hata hivyo Trump ame na kauli hii na kusema Garden, kama hatungeleta kikosi hicho, na tutaleta zaidi iwapo tunahitajika, sababu sharti tuhakikishe sheria inafuatwa. Tulikuwa na janga lililokuwa likifanyika, nakiri kuwa lilikuwa janga. Nilikuwa nikitazama kiongozi wa kikosi hicho jana akisema tuna bahati, tulibahatika kwa dhibiti, maana walikuwa wengi. Niliona kile kilikuwa kikifanyika, kwa hivyo tulifanya jambo sahihi. Kila mtu amekubali, ni vizuri kwa watu wa California na Los Angeles kwamba tulifanya kile tulifanya, tulifika pale kwa muda. Bado kuna taharuki kidogo, lakini si sana. Ni sauti yake Donald Trump, rais wa Marekani.